Na moja kati ya sehemu ambayo unaweza ukapata chakula kizuri lakini ukapata vinywaji mbalimbali ni hapa Krista Park, na sisi tumepata bahati ya kufika hapa, na moja kati ya bidhaa ambayo inaonekana ni mpya pendwa sasa hivi. Ukiangalia movie za kizungu ni kawaida kuona nikubebee nini, unaona mtu amekuja na kahawa, lakini kwetu ilikuwa kawaida, lakini naambiwa sasa hivi ni moja kati ya vitu vinapendwa sana. Sasa nimekutana na mtaalamu hapa. Mambo vipi brother? Ah sorry, mko waje nje? Safi kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Evans kwa jina la kwenye industry ha ukiingia Instagram utanikuta unaniita the coffee master sisi ndo tunaadili na vinywaji aina vya kahawa viko vinywaji i viko vingi mm. kuna makarchino kuna cafe latte kuna amerikano kuna espresso, mm. eh kuna cortado hivyo eh. vyote wanavyopata kwenye industry Tuanzie hapo kwenye kapchino. Hapa tunapozungumza, kapchino ni kahawa ya namna gani? kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama Uh, mtazamaji anaonitazama na anaisikiliza, kapchino ni kinywaji ambacho kinakuwa na basic ni espresso ambayo espresso ni kinywaji ni kahawa. Hmm. Sawa, kwa hiyo kahawa inakuwa na maziwa ndani yake. Hmm. lakini inakuwa na fomu ya kutosha hmm, ya kuifanya ile ionekane hii, hmm, ni kahawa Sawa, so, so. yeah. na bidhaa na nyingine ambayo inapatikana hapo pia tunapata ice cream pia mm. kwenye Krista Park. Okay. kuna ice cream; kuna ma milkshake ya mm. kutosha mm. kuna smoothie kama ulivyopata hiyo habari mm. kuna pia kuna hizo milkshake ambazo, na mojito kama unafahamu mpenzi wa yeah. mojito tunapata mm. mojito hapa za design mbalimbali na decoration zake mbalimbali bila hasa sasa hivi kahawa ndio inateki inateki space kwa ajili ya kukua kwa, kwa hapa mkoa ni Ruvuma uh, halikoja watu kunywa kahawa.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 jatato barua pepe toko has tised at gmail.com. Top One College of Health and Allied Science, we are the way to your success.